Ndugu habari yako? Habari yako? Nzuri. Muri hey, e unatoka wapi na unaenda wapi? Mimi e ninatoka Kongo, mimi naenda una Rwanda. Unaenda fanya Rwanda nini? Nin as wana vanatu... Hii ni MTV1 Online inayokutangazia kwa njia ya mtandao kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni sehemu moja ya Afrika Mashariki. Mimi ni Tryphon Odes kutoka mjini Kigoma, magharibi mwa Tanzania. Unaweza pia kufuatilia mitandao yetu ambayo ni www MTV news com au Facebook ni MTV News DRC, Twitter ama X At MTV DRC LinkedIn ni MTV News DRC pamoja na redio zinazotuunganisha kupitia FM Kivu Kaskazini. Taarifa kuu siku ya leo ni pamoja na wakimbizi mia sita na kumi warudishwa nchini Rwanda kutoka Masisi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Raia wa Rwanda mia sita na kumi waliopata hifadhi nchini DRC tangu miaka ya tisini na nne wameendelea kurudi kwao Rwanda kupitia mji wa Goma, ikiwa ni eneo linalodhibitiwa na waasi wa m ishirini na tatu wakiwa na watoto, wanawake na mizigo na wazee, pamoja na vijana wachache, idadi kubwa ikiwa ni wanawake na watoto. Raia wa Rwanda zaidi ya mia sita wamevuka mipaka ya Kongo hadi Gisenyi, Rwanda. Barume Sengiyumva ni mmoja wa raia wa Rwanda ambao wamekubali kurudi nyumbani kwao. Ndugu unapanda basi? Hivi mimi naenda kabisa mimi nafika Rwanda kwetu. Unafurahi? Eh, bwana mimi napa furaha juu mimi napaona njoo mara kwanza kupafika. Ulitoka huko kwa na miaka mingapi? Kwa nitoka huko na niko mtu mzito mumimba ya mama si nilikuwa na na siku macho. Ulikuwa unaishi kule Kongo wapi? Nilikuwa naishi Kongo pale kwenye nataka nyamini wa kule nyamini hizi pale kwenye mimi natoka sasa hivi kalenga. Sasa unaonaje mapokezi ya Rwanda hapa? Kwa, nina furaha mapokezi ya Rwanda hivi mimi napokea sana, hivi nami nina furaha kwenda kwa jamaa yangu huko Rwanda.

Hmm. Na hivi niko naona kabisa kwa tofauti na Kongo huku. Hata Kongo ni zarua mu Kongo, mimi niko tofauti na Kongo hapa kwenye Na toka kabisa hapa ni sawa. Serikali ya Rwanda imesema raia hao wa Rwanda walikuwa wametekwa mateka na wapiganaji wa FDLR katika misitu ya Kongo DRC.

Mheshimiwa Meya makamu wa Gisenyi, hawa ni wanani nyuma yako? Hawa ni Wanyarwanda wenyewe, wanatoka Kongo, walikuwa wanakamatiwa kule na FDL. Sasa wanarudia mwishi yao, tuna wakiv, tunataka barudie mu mu familia zao. kisha waendelee mteberotuma ya pei yao kuna mesaje gani unayoko wale wanaobaki Kongo, Masisi, Ruchuru wanadanganywa kwamba wakikuja hapa Rwanda inawaua ama inawaweka gerezani? Um, ni e, mesaje yenye tunataka wapatia ni kuambia wenye wote, uh, bana wanabakia wakuye iko na temwanyaje ya wengine wenye tulisha Uh, akeile hapo uh, bakue uh, ba, hapa ni security, hakuna shida, tunaba tunabaintroduire mu familia zabo na uh, tunabaingiza mu mudevelopement muprograme uh, cha-cha-cha za, za Rwanda hakuna shida fremen uh, bakuye, tuko tayari uh, sie bote, ba viongozi uh, ba, ba, vyote uh, kutoka uh, kwa kuishi yulu kufika ap, uh, hapa chini, sie wote tuko tayari kubakehile na tunafurahi kubakehile kila siku. Pasifiki Shimwe, naibu meya wa mji wa Gisenyi, Rwanda, ameomba raia wengine wa Rwanda walioko maeneo ambayo mashariki mwa DRC tangu mwaka wa 94 kuweza kurudi nyumbani. Mchakato huo unafanyika kwa ushirikiano UN wa UNHCR na uasi wa AFC M23 ambao wanaendelea na msako kwa sasa katika sehemu mbalimbali wilani Masisi, Rushuru, pembezoni mwa Goma. <coughs>

Mumurenge wa Kanzenze, ulikuwa umemaliza huko Kongo siku ngapi? ndo tikarenga mm. Um. Eh.